Mhubiri mwenye utata kutoka Kenya, Gilbert Deya, aliyedai kuwa na uwezo wa kuwapa wanawake mimba za kimiujiza, amefariki katika ajali ya barabarani. Polisi waliambia vyombo vya habari kuwa Deya alifariki papo hapo Jumanne jioni baada ya gari lake kuhusika katika ajali na basi la chuo kikuu na gari jingine karibu na mji wa Kisumu magharibi mwa Kenya. Takriban watu wengine thelathini waliripotiwa kujeruhiwa akiwemo mtu aliyetambuliwa kuwa mke wake na abiria kwenye gari lake pamoja na wanafunzi kumi na watano waliokuwa katika basi hilo. Deya ambaye alikuwa akiendesha kanisa moja mjini London alijizolea umaarufu mkubwa mwanzoni mwa mwaka wa elfu mbili kufuatia madai yake kwamba angeweza kuwasaidia wanandoa wenye changamoto za uzazi kupata watoto wa miujiza kupitia maombi. Uchunguzi baadaye ulihusisha kanisa lake na kundi linalodaiwa kuwa la ulanguzi wa watoto na kusababisha kukamatwa kwake pamoja na kurejeshwa nchini kutoka Uingereza takriban miaka minane iliyopita. Baada ya vita vya kisheria vilivyodumu kwa muongo mmoja, aliondolewa mashtaka hayo miaka miwili iliyopita kutokana na, na kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Leo tarehe kumi na nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano gavana wa kaunti yake anayotokea mhubiri huyu Gilbert, anazungumzia James Orengo alisema amepokea kwa huzuni mkubwa sana kifo cha mhubiri Gilbert Deya. Alithibitisha kuwa ajali hiyo ya kutisha ya barabarani ilihusisha gari la kaunti hiyo ya Kisumu. Sasa mimi ni kushukuru wewe ambaye unaendelea kunifuatilia, weka miadi nami kila wakati zinapokuwa zinatundikwa hapa katika mtandao huu wetu wa YouTube, basi utakuwa wa kwanza kuzipokea. Mimi naitwa Feisal Storm mdogo, the last one.